Shirika la ndege la Ethiopian Airlines na kampuni ya General Electric Aerospace wamesaini makubaliano yanayothibitisha uteuzi wa injini ya GEnx na Ethiopian Airlines kwa ajili ya kuendesha ndege 11 mpya aina ya Boeing 787. Mkataba huu unaongeza idadi ya ndege za Ethiopian Airlines zinazotumia injini ya GEnx kutoka 19 hadi 30 na hivyo kuimarisha zaidi nafasi ya shirika hilo kama kinara wa teknolojia ya kisasa ya anga. Ethiopian Airlines pia imesaini makubaliano mengine na GE Aerospace ya kuthibitisha tena agizo lake la awali la injini za GE9X kwa ajili ya kuendesha ndege nane aina Boeing 777-9. Makubaliano haya pia yanajumuisha chaguo la ndege sita za zitakazoendeshwa na injini za GE9X. Makubaliano haya mawili pia yanajumuisha mkataba wa huduma unaohusu matengenezo, ukarabati na urejeshi wa injini za GEnx na GE9X, jambo linaloangazia dhamira ya Ethiopian Airlines katika ubora wa uendeshaji, pamoja na kujitolea kwa GE Aerospace katika kusaidia ukuaji na mafanikio ya shirika hilo. Ushikamano wetu na GE Aerospace umekuwa nguzo muhimu katika kutuwezesha kutoa huduma ya kiwango cha juu kwa abiria wetu kama shirika la ndege linaloongoza Afrika, alisema afisa mtendaji mkuu wa shirika la Ethiopian Airlines Group, Bwana Mesfin Tasew. baliano haya ya injini za GE9X na GEnx yanaonyesha dhamira yetu ya kumodernize fliti yetu ya ndege, kuongeza ufanisi wa uendeshaji na kuendeleza uendelevu, tunaopendelea kuiunganisha Afrika na dunia. Rais na mkurugenzi mtendaji wa GE Aerospace, idara ya engine za kibiashara na huduma, Bwana Russell Stokes, alisema, tunajivunia kuimarisha ushirikiano wetu na Ethiopian Airlines, mshirika wetu wa muda mrefu, na tunafurahi kuunga mkono dhamira yao ya kuiunganisha dunia huku akisukuma mbele mustakabali wa usafiri wa anga endelevu makubaliano haya ni hatua nyingine muhimu katika ushirikiano wa muda mrefu kati ya ethiopian airlines na GE Aerospace ulioanza mwaka 2023 uwekezaji wa ethiopian airlines katika teknolojia ya kisasa ya engine kutoka GE Aerospace unaonyesha dhamira yao ya kutoa huduma ya kiwango cha dunia kwa abiria huko akizingatia uendelevu na ufanisi wa kiutendaji injini ya GE9X ndiyo engine yenye nguvu zaidi duniani kwa ndege za kibiashara na pia ndiyo yenye ufanisi mkubwa zaidi wa matumizi ya mafuta katika daraja lake. Inapatikana tu kwa familia ya ndege za Boeing 777X zikiwemo 777-9 na 777-8. Injini ya GE9X inatoa ufanisi wa matumizi ya mafuta kwa asilimia kumi zaidi ikilinganishwa na mtangulizi wake GE90 115 Bravo, huku uzalishaji wake wa hewa chafu ukiwa wa kizazi kipya kiteknolojia. Tangu ilipoanzishwa mwaka 2011 familia engine za GEnx imekusanya zaidi ya saa milioni 62 za kuruka. Hii ndiyo injini ya msukumo wa juu inayouzwa kwa kasi zaidi katika historia ya GE Aerospace, ikiwa na zaidi ya injini elfu tatu na mia sita zinazotumika au zilizoagizwa zikiwemo za akiba. Kwa sasa injini ya GE9X inaendesha theluthi mbili ya ndege zote aina 787 zinazofanya kazi duniani. Kama injini nyingine zote za kibiashara za GE Aerospace, injini za GEnx na GE9X tayari zimeidhinishwa kutumia mchanganyiko wa mafuta endelevu ya anga, SAF.